Mvutano mkali kati ya Rais wa Marekani Donald Trump na bilionea Elon Musk umezuka ukishuhudia mabadilishano makali kwenye mitandao ya kijamii na vitisho vya sera hasa kuhusiana na mswada wa Big Beautiful Bill wa Trump na hatima ya ruzuku za serikali kwa kampuni za Musk. Kiini cha mzozo huu ni upinzani wa Elon Musk dhidi ya mswada wa Trump ambao Musk anauita ongezeko kubwa zaidi la deni katika historia. Musk amekosoa vikali mswada huo akidai kuwa utaongeza pakubwa nakisi ya bajeti na kupelekea Marekani kwenye utumwa wa deni. Amechukua hatua ya kushiriki tweet za zamani za Trump zinazokosoa nyongeza za kikomo cha deni akimshutumu Trump kwa unafiki. Musk hata alitoa wito wa kuundwa kwa chama kipya cha siasa akikiita America Party iwapo mswada huo utapitishwa akisema kuwa Wamarekani wanahitaji sauti mbadala. Upande wake, Trump amepuuza ukosoaji wa Musk akisisitiza kuwa BBB ni wina mkubwa na kwamba itasababisha ukuaji mkubwa. Mvutano huo umechukua mkondo mpya na vitisho vya Trump vya kukata ruzuku za serikali kwa kampuni za Musk, ikiwemo Tesla na SpaceX. Trump amedai kuwa bila ruzuku hizo, Musk labda atalazimika kufunga biashara na kurudi nyumbani Afrika Kusini. Anadai kwamba Musk amepokea ruzuku nyingi zaidi kuliko mtu yeyote katika historia na kwamba kukatwa kwa ruzuku hizo taifa utajiri. Musk amejibu vitisho hivi kwa changamoto hii, inaonyesha utayari wake wa kupoteza ruzuku hizo. Katika sehemu ya kushangaza ya mzozo huo, Trump alitaja idara ya ufanisi wa serikali DOGE, ambayo Musk aliwahi kuiongoza, akidokeza kuwa inaweza kutumika kumchunguza Musk na maslahi yake ya biashara. Kwa maneno ya kuficha, Trump alisema labda tutalazimika kumweka DOGE kwenye Elon. Unajua DOGE ni nini? DOGE ni joka ambalo linaweza kurudi na kumla Elon. Maneno haya yanatafsiriwa na wengi kama vitisho vya moja kwa moja dhidi ya Musk. Trump pia amedai kuwa Musk amekasirika kwa sababu anapoteza mamlaka yake ya EV, akimaanisha kukatwa kwa mikopo ya kodi kwa magari ya umeme katika msaada wa BBB. Trump amesisitiza kuwa alikuwa akipinga mamlaka ya EV kwa muda mrefu, yani electronic vehicles, na kwamba magari ya umeme si lazima kwa kila mtu. Kuhusu uwezekano wa kumfurusha Musk kutoka Marekani, Trump alisema hajui, ile itamlazimu kuiangalia kwa upande mwingine, ingawa wataalamu wa sheria wanabainisha kuwa ni vigumu sana kumnyang'anya uraia wa Marekani mtu aliyepata uraia kwa njia halali. Kauli hii inaongeza joto kwenye mzozo huo. Licha ya mashambulizi haya makali, ripoti zinaonyesha kuwa Elon Musk kwa sasa anachagua amani na anataka kupunguza uhasama. Hata hivyo, mzozo huu unaendelea kukua na kuleta maswali muhimu kuhusu uhusiano kati ya siasa, biashara kubwa